Jirani yako ama nyinyi ni wale wa sasa, unajua ngombe wako ameingia kwa jasi yangu. Unajua vile sasa inakuwa wewe, mbona unaacha mtoto wako na kuja kukula kula kwangu eh? Ni wewe ukikuja kuomba jembe unasema hakuna eh, alafu tunaona iko hapo nje. Unasema unaishi aje na ya jirani yako bwana eh. Kuna majirani wengine ni wagumu kuishi nao hmm, lakini tunang'ang'ana You try your level best ya yeah, lakini mpende jirani yako. Eh, na unavyojipende na nafsi yako Inakua nzuri tena zaidi, au sio? Kwa hivyo karibu sana msikilizaji e, pamoja na mtazamaji popote ulipo pale na kushabai, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. How are you today? Ni siku ya tano katika mwezi wa pili mwaka 2026. We thank God for today, he is eh, hakuna aliye kama yeye and I will always and I will always choose God no matter the circumstance, kwamba tunamchagua Mungu. The situations ambazo tunapitia ikiwa e, ni hali ambayo kidogo unaona kwamba ionekani kuwezekana labda, uh, machoni mwako, maana wewe ni mwanadamu, waona kwamba haiwezekani, lakini mimi nakutia moyo kuambia kwamba yote yanawezekana, because we are more than conquerors. Tunaweza pia mambo yote kupitia Kristo anayetutia nguvu. Kwa hivyo kama tunazo nguvu wanazotutia then mbona tusiweze? kwa hivyo every situation that you are passing in passing through just know that god is by your side and if god is for us all who shall be against us ni nani huyo ambaye yeah. anaweza kuja na aweze kutupinga aweze kuja kinyume na sisi sisi ni wale wateule wa mungu

Right now ni nusu saa tani ndani ya saa tatu. This beautiful morning I want us to, uh, songana hoja, uko upande wa pili pia tuweze kuangalia hoja nayo inasema namna gani, nataka kwamba tuweze kuimumunya hoja asubuhi hii R, right now. Kwa hivyo usiende mbali, I'm coming back in a few. Hoja waziwazi, hoja waziwazi, hoja wazi. Sasa hapo mahali wasiende kwa mambo mengi ya kunungunikana nini na nini. Sasa huyu mzee alikuwa na makosa. Hoja wazi wa. Uwezi huu tobolewe. Kabisa. Hey, thank you mama. Heri utobolewe mapema. Huyu aliona mtoto wa kijana tu, kweli nilikuwa na mlaani lakini, sasa acha tuungae na tuongee kwa kwa uwazi, kuja wazi wazi ndani kituo chako cha injili Samaritan FM.

Vizuri sana, vizuri sana, vizuri sana, vizuri sana, vizuri sana, vizuri sana. Karibu, karibu, karibu, karibu, eh tuzidi songa nalo lottery right now. Kama ndivyo unafuatilia eh kipindi ama ndivyo unajiunga nasi, karibu tena sana na kusabai kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe, eh Mungu anakupenda sana, that's why I amekupa uhai asubuhi hii ili kwamba ukaweze kusimulia ukuu wake katika maisha yako. Kwa hivyo kama una rafiki pale ambaye mko na yeye karibu na mimi na siwezi kumfikia kwa salamu kumsalimu physically, ningependa tu mpe high five kwa ajili yangu. Haya, moja mbili tatu, mpe high five. Thank you so much on my behalf. Mwambie kwamba hizo ni salamu za mzee mwenye shughuli nyingi akiwa pale ndani ya studio ah. Yuko ndani ya redio, si unanisikia hapo kwa redio yako? Nisijaribu kuboma yes, usiwe kama wale watoto wa kitambo, walikuwa na boma redio wanani, mlikuwa haje nyinyi watu wa kitambo eh? Pastor mbuto na sana kule kwao eh, mzee ana redio

Kwa e, mzazi kakuwa mwaminifu mzazi kwa kida, atampa urithi mwanawe, akampa. Kaenda kijana, kaenda nchi ya mbali e, akapiga kule raha kabisa, raha ili kisiangamie

labda we unaweza kumfanya nini, ni kwamba asipote

Mzee ndio e yake ana mzigo kwa mkono, basi mzee huyo angesaidiwa na mzigo anarishi

Mtoto anapoamka jambo la kwanza ni simu, mm. Amfunzi neno la Mungu ndio, amfunzi kumcha Mungu, ya kwamba aishi katika maadili mema, ndio. Kwa simu watu wazima, yes, we mama, we baba, mama bati, baba heshima, eshima, mm. Baba apati mama heshima, ni matusu katika hiyo nyumba. Imagine mnatarajia mtakuwa, mta na watoto wa aina gani? Kwa hivyo malezi, tabia tabi njema, tabia njema. Mm, watoto huiga wazazi wao, ndio, na vile unavyowaelekeza wanavyopidi kwa wadogo. Mm, ukilegea tu kidogo, ndio, ndio anakushinda. Aha, uh -huh. Alafu kiboko kimenena katika Biblia kwamba kila mtu anaye mnyima, yeah. ya hata kuinua mkono, fimbo pale mkorofi nasema kwamba taka mtoto ashipe na nenya

ya proverbs 17 the fear of the lord is the beginning of knowledge but fools despise and instruction lastly let parents play the rules for the glory of god sema siku njema right. kuna right kwamba kama kuna kitu ambacho kinafaa ni kufanywa e